Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nimwaletea sehemu ya nne na ya mwisho ya binti Mwanaidi. Sehemu ya tatu imeishia pale ambapo Mwanaidi anasema kwamba Jafar amekutanisha na ungine kijana mbali ndani ya hoteli, ila yote yamesababishwa na huyo rafiki yake ambaye alikushampatia na nafasi ya utawala moyo wake ambaye ndio Zamda, yote yamesababishwa kwa sababu naykuwa anampenda huyo kijana Jafar. Naam, Kipindi Jafar alipofungua macho yake aliangalia huku na kitizama kule, akamwona Mwanaidi alikuwa akika pembeni yake, ndio akamwambia, toka pembeni yangu na uondoke hapa. Lakini Mwanaidi akataka kumbembeleza mke wake ambaye ndio Jafar. Jafar amekataa katoka sukatu na kumwambia daktari mfukuze, maana kama asipomfukuza basi ataondoka hapa. Daktari akamwambia Mwanaidi ondoka, kwa sababu tunataka usalama wa wagonjwa, ndio Mwanaidi akilia sana na kumbembeleza Jafar, lakini Jafar akasikia Dokta akaambia ondoka. Alipoondoka Mwanaidi alikuwa umi mba mwana ni mnyonge sana, ameenda kiumia ndani ya moyo wake, zote hizi zikaenda ndani ya mji sasa, zinakuwa zikitembea kwamba Mwanaidi ambaye ktaka kuolewa amefumaniwa na mume wake. Mwanaidi amejisikia vibaya sana ndani ya moyo wake, akakuwa ni mtu ambaye wamnyumba, kila mara akiangalia simu ya rafiki yake ambaye ndio Zanda mpigii tena huko kimuma sana, amefikiria mengi sana. Mwanaidi akataka kusara, lakini akajikaza, akasema cha kwanza nipumzike, basi ke itakuwa nikiamka tavanani mamuzi yangu mimi mwenyewe. Akapumzika akapumzika, na mnafiki wake akaenda mpaka kule hospitali. Sasa akamwambia a Jafari kwamba ulimwona Jafari. Akasema asante sana Zanda, unaona amenifanyia kitu kizuri kweli, sikuwa najua. Ndio Zanda akamwambia Jafari, nisikilize, mimi ni kuanga nimekupenda tangu mapema sana lakini kwa sababu ni kuanga, umenipa ujanipa muda, wewe ukacha mpatia Mwanaidi nikasema acha niibidi niwe mpole, maana singecheza hisia zako, ndio hisia zako ukaishia kumkabidhi Mwanaidi. Ndio Jafari akamwambia, tangu leo Zanda nakukubalia kweli ombi lako, wewe usijisikie uhuru, upo karibu na mimi na ile fursa ambayo Mwanaidi angelichukua basi nitakukabidhi wewe, utakuwa mke wangu halali. Ndio Zanda akafurahi sana batia pale Jafari wakakumbatiana kisha wakapoziana, eh, akamkuzia chakula pale, wakafurahi kabisa. Tunamwona yule kijana aliyosababisha hayo mafaa yote amekuwa kijilaumu sana kipi alichokifanya, maana anaona kama Mungu hukumu kwa sababu hicho kitu alichokifanya ndio akaona, ah, inabidi tu niende nimfuate Mwanaidi ili nimfungulie ukweli wote. Lakini akasema cha kwanza niache niangalie chanzo cha huyo kwanza, zamu rafiki yake kipi anachokitaka kwa mwanaume. Sasa siku zimeenda, mwaka ukaisha umoja eh, Mwanaidi sasa akajiandaa ili achukue safari yake aondoke ndani ya huyo mji, maana kwa kiaibika sana, alikuwa akipita huku na kule watu wanamcheka kwanza sijui wewe mwana msichana wangu alifumaniwa, ndio tunamwona rafiki yake Zanda pamoja na kijana Chafari, penzi lao limekuwa moto moto, shata shata, penzi zito sana, eh wakisha jiandaa sasa kuoana. Lakini mwanaidi yeye ndani ya mwili wake kuzunika na kusema kwamba hakuna rafiki ambaye yeye atakayemwamini ndani ya mahusiano yake. Na hapa nataka nitoe ushauri kwa msikilizaji unayenisikia, kama wewe ni mwanaume, basi sikuwi rahisi sana kumsikia rafiki yake mpenzi wako, na kama wewe ni mwanamke, basi isiwe chanzo cha wewe kumtambulisha rafiki yako mwanamke kwa mume wako, maana wengi wa amejaa mambo mengi, anaweza akampeleka na unafiki ukaja ndani yake. Hiyo sasa Mwanaidi kipindi amejiandaa anataka kuelekea zake ambapo alipotokea, anataka kupanda basi ndio ile kijana ambaye aliyotumwa na Zanda kwa kumdanganyishia, amekuja kumfuata Mwanaidi. Mwanaidi akashangaa akamwambia wewe kijana, nini tena unachokitaka hapa? Si ushafanya ya kwa kwa kwa. Ndio ile kijana akamwambia nisikilize, Mwanaidi, nipe dakika moja tu nisikilize. Samahani kwanza kwa kile nilichokufanyia, na Mungu ananishtua ndani ya roho yangu kwa sababu kile nimechokifanya mimi sio kwa kupenda kwangu. Rafiki yako Zanda ndiye amenituma na kile nikifanya nimefanya kile kwa sababu ya pesa. Mwanaidi ameshtuka a nakwambia asante sana kwa msama wako basi nakwambia Mungu unapokwenda ukifika ufike salama na wazalimu na wasalimie wazazi yako. Mwanaidia katabasamu kambi haya, jisikie uhuru. Akapo safari yake akaenda. Sasa tukarudia huko kwa Jafari na Zanda, amekuwa kwenye penzi lao. Sasa usiku ipo fika, wakalala. Zanda wakapigiwa simu na mtu ambaye kwa gani mme wake zamani, huko ametaka safari Ulaya. Sasa hivi anataka kurudia, ashamwambia Zanda, mimi nakuja nikuoe eh, jitayarishe. Sasa Zanda sasa ipo simu inampigiwa, hakuna namna, hakuna gisha akatoka nje kidogo akaenda akamsikiliza, yule mume wake wakaongea, kisha atavirudia Zamda. Kafurahi sasa, shughulika kwa hapo kwa yule Jafari. Alipofika asubuhi, Zamda chungu zake na kuzikusanya nafasi moja, akachukua na valizi, akaondoka kimya kimya sana, maana Jafari alikuwa amejilalia zake. Sasa alipotoka alipofika hivyo, Jafari anakuja kushtuka aone Zamda kitandani, anafikiria Zamda alienda wapi, njoo, anakuja kushtuka anakutana na barua ambayo ni nzito sana, ambayo kwa kumwelezea mkasa wote wa mwanaidi eh na gesi alivyoanza kumchezea na gesi yote

Mume wake akakutana na yule kijana. Yule kijana akamwambia hivi, "Unanikumbuka?" Jafara akamwambia, ndio, mimi ni yule ambaye umekutanisha na Mwanaidi ndani ya nyumba, ukafikiri kama mimi ndio. Kwa mume wake, hapana, mimi kwa kila kitu nilikuwa ni mipango, mipango ya mume wake, Afike Azam ndio amenipa pesa ili nifanye kile kitendo. Jafara akasema, nimelijua hilo kwa sababu na Azam ndio aliniambia. Akamwambia, toa mwangalia Mwanaidi, Mwanaidi mimi ndio nimshindikiza safari hii, acharudi kijijini kwao aliumia sana, akajuta kwa nini alifanya maamuzi makubwa. Sasa tunaona upande wa Zamda amekuwa anaenda kifurahi, kwani anasema hapa, ndio sasa mimi nataka kuolewa, ni mtu wangu wa Ulaya, maana mume wangu asharudia. Alipofika sasa huko mjengoni penye anafuata mume wake, alikuta watu ni wengi pale, akajiuliza kuna nini hapa, ndio akaulizia mtu mmoja. Yule mtu mmoja akamwambia hivi, ni huyu kijana alitoka France Ulaya, amekuja kutolea posta mwanamke mmoja hivi hapa. Zamda alishtuka sana, akamwambia nini? Akafuata sasa kuingia nyumba, yule security wa pale kwenye mlango akamkatalia, akamwambia unakuja hivyo ni nini shida? Na bahati yake

Asante sana, we msikilizaji unayetusikia katika mkasa huu wenye elimu ndani yake, ndio maana tunakuletea funzo kwa kusema, kwa wewe mwanandoa au wewe kwenye mahusiano, sio kila kitu utakachokisikia ukakurupukia kuchukua maamuzi yako. Mengine wengine wao wamejaa unafiki ndani yao. Karibu sana, msikose kusubscribe na comment ili mfadhie mikasa nyingi. Kwa hereni.